Mpango wa kumkaribisha aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i unapoendelea kushika kasi, vuguvugu vugu la vijana na kina mama kutoka maeneo bunge ya Kisii na Nyamira sasa wanaonya dhidi ya mpango wa kumhusisha Matiang'i na kesi kwa nia ya kuhujumu azma yake ya kuwania urais. Wakizungumza mjini Kisii, wakireketo hao wa kisiasa sasa wana mtaka yeyote atakayejitokeza kumenyana na utawala wa Kenya kwanza katika uchaguzi mkuu ujao apewe nafasi bila vitisho vyovyote. Matiang'i anatarajiwa kuhutubia umma katika uga wa Gusii kuhusiana na azma yake mwezi ujao. Sisi kama grupu e, tumeona ni heri aweze kumuunga mkono Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i kwa sababu Matiang'i amekuwa kwa siasa, amefanya kazi na serikali, kwa hivyo anajulikana zaidi kushinda uh, Justice Maraga. Kwa hivyo tunaomba Maraga aweze kum, kumsaidia.